ambayo kwamba inatokana na kitabu ambacho kwamba kinaitwa Tafsiru Nur, miongoni mwa maulamaa wa wetu wakubwa, na ameweza kutaja mambo matano au vitu vitano ambavyo kwamba vinahusiana na hii aya ambayo kwamba tuliyosoma. Anasema kwamba uume na uke, nukta ya kwanza, uume na uke la tubariru liftikhar ala lakhirin, yani mtu kwa mwanaume au mtu kuwa mwanamke haimpi sababu ya kujifakharisha kwa watu wengine. Fadhalika, yani basi hayo yote, yani mtu kwa mwanamme na mtu kuwa mwanamke fiilullah, ni kitendo cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ndiye ambaye kwamba anayempa mtu au anayejalia mtu kuwa mwanamme, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba anayejalia mtu kuwa mwanamke. Walaisa kasban min alinsan, na sio tu mwanadamu ndiye ambaye kwamba anaifanyia kazi. Kwa hivyo natija, ala kulli hal, ni kwamba nukta ya kwanza ni hakuna mtu ambaye kwamba ana yeye mwenyewe ndiye ambaye kwamba ametaka kuwa mwanamme na hakuna mtu ambaye kwamba yeye ametaka kwa mwanamke bali ni miongoni mwa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ndio maana Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqnakum mpaka mwisho waja'alnakum, sisi ndiye ambaye kwamba tumewaumbeni na tumewajalieni waja'alnakum, katika aya. Nukta ya pili al-ikhtilafu alikhtilafu baina an-nas fil-intima yani kuikhtilafiana baina ya watu katika mahusiano, yaani kivipi? Yaani mtu kutoka katika uko fulani au mtu kutoka katika jami fulani, wa shekel na shekeli ya mtu, maonekano ya mtu wa mashabaha min ashkali al-ikhtilaf, na yaleambe kwamba yanayofanana na nini, yanayofanana na shekel ya ikhtilaf minal afa, minal afali alhakima, ni miongoni mwa vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Walati na kukhitilafiana huko, lengo lake ni nini? Lengo lake ni attaaruf, lengo lake ni kujuana watu kwa watu, yaani mfano mtu ametoka katika jamii fulani, mtu ametoka katika huko fulani wao ni wenye kukutana, lengo la lengo yake kuu ni watu kujuana na kutambuana. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, alkaramatu lati yaktasibuha linsan. Anasema mwenye kitabu cha tafsir an Nur anasema alkaramatu lati yaktasibuha linsan, karama ambayo kwamba mwanadamu anakuwa ni mwenye kuichuma baina nnas, baina ya watu, heshima ambayo kwamba mwanadamu anakuwa ni mwenye kuichuma na mwenye kuipata baina ya watu, au minhum, au kutoka kwao. Yani a ya kwanza, anaweza kuwa ni yeye ndiye ambaye kwamba aliyechuma heshima hiyo, aliyetafuta heshima hiyo, au watu ndiye ambaye kwamba wamesababisha yeye kupata hiyo heshima. Anasema kwamba suraan ma tazul hiyo heshima ima inatokamana na watu au inatokana na huyo mtu. Sana sana huwa inatoka kwa haraka sana. Wal muhimu na muhimu sana ni nini? Huwa alkarama al alati yamnahuha Allah subhanahu wa ta'ala, umuhimu ni karama ni heshima ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampatia anampatia mtu

wa nini wa uchumi. Yani, uislam hausemi kwamba e, haukubali watu kutofautiana kwa msingi wa uchumi au kwa msingi wa ukoo au kwa msingi ya lughawia msingi wa kilugha au msingi wa kabalia msingi wa kikabila au msingi wa kijinsia yani msingi wa kiutaifa. fal miyaru lwahid, yani vibiti

kujionesha na takwa yani, kusema kwamba mimi ni mchaji Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni mwenye kujipiga kifua akisema kwamba mimi namcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bi taqwa la wujuda laha baina sifati, kwa takwa ambayo kwamba haimo katika sifa ya mwanadamu. Kwa hivyo haitoshelei tu mwanadamu aseme kwamba mimi ni mchaji Mwenyezi Mungu, na hiyo sifa ya uchaji haiko kwake. Kwa hivyo anasema fa Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba anajua yale yaliyomo moyoni mwa watu, wayalamu ma tukinnu sudur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi wa nini ambayo kwamba mioyo zimekuwa zenye kuficha, akisema kwamba mwisho wa aya, inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi, na ni mwenye kujua mambo mengi. Sasa tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala